Nyanja TV Habari. Vijiji vya Kome, Bwasi, Buringa, Makojo pamoja na Rusori zatikisa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mamia ya wananchi wamejitokeza kumpokea mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Msoma vijijini, ndugu Magina Ng'aranga. Na hii ni Nyanja TV Habari, karibu tuwe sote. Lazima tufanye mabadiliko twende tuchague kijana hodari kwa maslahi ya jimbo la Musoma vijijini au sio ndugu zangu mimi sitobagua katika kuleta maendeleo sitojenga chuki wala kupote, kupoteza mahusiano ndani ya ndugu zangu sitochonganisha watu sitotoa sitotoa maendeleo kwa sababu ya kabila ama dini na kwenda kuwatumikia wote kama mtanichagua ndugu zangu hey, hey. naomba niwaahidi maendeleo hayaletwi na chama maendeleo yanaletwa na mtu Chama hakiongei ndugu zanguni. Atakuja hapa atawadanganya kwamba fedha, ana fedha. Sasa fedha zake zimetusaidia nini? Leo tunahangaika, vijana hawana ajira, akina mama hawana mitaji, meza za kupanga biashara jioni hakuna, na bado ni mbunge, anataka anataka tumwongeze miaka mitano. Haiwezekani Musekera ndio Nimesimama hapa kama nyinyi, nitakayoyasema ni kama nyinyi. Ushauri wangu kwa wanabusekera, tusichague rangi, tusichague umbo, tuchague mchapakazi. Ndio ushauri wangu mkubwa. Cha pili, kuna, kuna mwingine aliyepita, tunamwelewa. Kama alitufanyia mema, ni siri yetu. Kama alitutukana umasikini, ni siri yetu. Sasa kuna kwa sababu ni siri. Ninawaomba tufanye siri. Amina. <tapos> Awa watu kipindi kata inakatwa, tulimwamini mamo, akufanya alifanya, alikuwa CCM alikuacha magari, tukamwongeza tena mitano alifanya kufanya alifanya! kuna mtu mmoja aami hatatu akachakachua kwamba kuna sehemu hakuweka sahihi wakati kusoma na kuandika, wakapitisha chocho, akaingia kijana huyu unayeongea naye. Hawa watu walilipa, ila kuna figisu zilifanyika. Baada ya figisu kufanyika, walitumia njia ya wizi, na hata hawa wanakata ya kulinga, wakutaka kwenda kupiga kura, wakasema matunda yaweza kuwa uliyetuletea naye tutampatia, lakini wataiba. Sasa ukishagaduka uwathibitishie hii kauli

Wazalendo juu! Jamani, ndugu zangu, tusiwe wanyonge. Awali ya yote, nipende kusema maneno machache sana. Wananchi wa jimbo la Ksoma vijijini, mimi naomba niwaibie katika jimbo letu kwa la msoma vijijini ni jimbo tajiri sana, miongoni mwa majimbo mengi sana hapa nchini Tanzania, maana tuna ziwa, tuna madini na vitu vingine vingi sana. Lakini katika jimbo hili bado maendeleo yetu yako chini sana, yote haya yanachagizwa na uwepo wa viongozi ambao sio makini, viongozi ambao hawapo tayari kusikiliza shida za wananchi wao, nani, viongozi ambao hawapo tayari kuwasaidia wananchi wao. Lakini leo hii mbele yetu yupo Aspenas Magina Ng'aranga, ni kijana ambaye sisi tunamuamini ni kijana ambaye tumejitoa kupambana naye, ni kijana ambaye tunaamini kwamba kesho atalifanya jimbo hili la mjijini kuwa <coughs> jimbo <coughs> jae